Tumesikia neno lako, tumeuona uwepo wako. Basi Bwana, naoweka kila mmoja mikononi mwako kwamba shughulika Bwana mtakatifu na hitaji lake. E Bwana ukamtokee. Yawezekana ana mashaka, wana wasiwasi, lakini Bwana, roho ya mashaka. Roho ya wasiwasi, e Bwana navunja roho ya mashaka, roho ya wasiwasi, roho ya kutokuamini. E Bwana wape moyo wa kupokea ili wapokee sasa kutoka kwako, na Bwana mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi. Ninasimama kinyume na kila roho pinzani iliyo kinyume na majibu yao. Nasimama kinyume na kila roho ya kudhoofisha, roho ya maonevu ninaiharibu kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, na nafungulia Bwana mtakatifu majibu yao. E Bwana kutana na mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, kutana Bwana mtakatifu na shida yao, kutana Bwana mtakatifu na hitaji la dada yule, na Bwana mtakatifu na shida ya kijana huyu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, pokea majibu ya hitaji lako, pokea kutoka kwa Bwana jibu la hitaji lako. Bwana afungue njia yako, Bwana akutendee mema, Bwana akutokee, Bwana akutie moyo, Bwana akuinue Bwana akutetee katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Asante Bwana, wewe Mungu wa miungu, wewe Bwana wa mabwana, usiyeshindwa na neno lolote. Uliyesema wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, ukasema: Je, kuna jambo lote gumu nisiloliweza Bwana? Hakuna jambo lolote lisilowezekana kwako. Na kwa hiyo Bwana, tunapokea majibu yetu, tunapokea Bwana majibu yetu. Hebu mshangilie Bwana pale ulipo. Tunapokea Bwana kufunguliwa kwetu, tunapokea Bwana unafuu, tunapokea Bwana uchumi mzuri, tunapokea Bwana huduma zetu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Wote tuseme amen, amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu sana mzee wa zad kwa ajili ya yale yaliyosalia. Amen. Bwana Yesu asifiwe! Basi tunamshukuru uh, Mungu na unaweza kuongeza makofi kwa ajili ya ujumbe ambao Mungu amezungumza nasi, amina. Ni heri kama tukiutendea kazi. Wakati huu ni wakati wa kumtolea Bwana, na uh, wale ambao wamekuja na sadaka za mafungu ya kumi, zaka, ama ulitoa katikati ya wiki, basi una kuweza kupita mbele wakati huu. Karibu, na wala usingoje mwingine, kama upo na sadaka hiyo, simama tu na uweze kupita mbele wakati huu. Na wakati huu ile kwaya ya zamu uh, itakuwa ina Uh, inajiandaa ni kwaya ya WWK ya, kwa sababu mara baada ya wakati tunatoa sadaka uh, ya pili, na wao watatuhudumia wata uh, karibu mchungaji. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante Bwana kwa ajili ya muda na wakati huu, tunakushukuru kwa ajili Bwana ya wema wako katika maisha yetu, namna ambavyo Mungu natuonekania na, na kutupigania na kutetea, wakati mwingine tukifahamu na pengine pasipokufahamu, lakini Mungu wema wako na neema yako havikupungua kwetu. Mchana wa leo mbele yako wamepita Bwana watu wako ambao Mungu amewatendea mambo mengi mema na wao Bwana, kwa hiari yao na kwa kupenda kwao kwa kutambua ya kwamba Mungu wewe ndiye unawafanikisha wameamua Bwana kukuletea zaka. Tazama e Mungu, kila mmoja anayo zaka mkononi mwake ambayo Mungu ameamua kuileta kwako kwa, kwa shukurani falme, kama uishivyo na kushukuru ya kuwa kwamba Bwana wewe ni mwema ni Mungu unayeona ni Mungu unayesikia na ni Mungu unayetenda na ni Mungu unayesema na neno lako ni kweli na amina. Umesema wale wote Bwana watakaotii na kuleta zaka kamili nyumbani mwao, mfalme, watu hao utakwenda kuwafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isiwepo nafasi mahala pa kuweka, na pia Bwana utakwenda kufanyika mlinzi, ukikemea yule adui ambaye angependa kuharibu shughuli zao kwamba bwana asipate nafasi. Mungu, hilo ni neno lako kuhusiana na zaka. Baba, asante kwa kuwa wamefanya kwa kupenda na wamefanya kwa kutambua ya kwamba ni wewe Mungu unayefanikisha katika yote. Hivyo e Mungu, mchana wa leo wakiwa mbele zako na kuomba sasa neno lako walivyosema likatimie kwa kila mmoja. Bwana anayekwenda kunyosha mkono wake sasa naokutolea zaka hii, tunasema asante Bwana Mungu. Kwa kuwa Mungu wewe, neno lako ni kweli na amina. Ni Mungu unayesema na kutenda, na ikawe hivyo kwao, kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru na watu wetu tuseme amen, amen. Mungu awabariki, karibuni, mtolee bwana zak Amen. Niombe sasa tuandae sadaka zetu za Jumapili ya leo ili tukamshukuru Mungu kwa mambo yote aliyotendea katika juma zima. Kwa hiyo ni kuombe ushike sadaka yako alafu usimame na tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tumesimama tena mbele zako saa hii, na tazama mikononi mwetu Bwana tumeshikilia sadaka yetu ya Jumapili. Tumekuja Mungu kushukuru kwamba umekuwa mwema kwetu katika juma lote lililopita. He mfalme, umetutunza, umetulinda, umetuepusha ila na mishale mbalimbali ya mbali adui. Bwana umefanyika ngao na kinga yetu kwetu, hivyo bwana nahuwa leo tumeona vema tunye na sadaka zetu, kusema mungu asante kwa yale yote unayotutendea. E Bwana nakusii, e Mungu, sadaka yetu hii kapate kibali mbele zako e Mfalme, na ikatumike e Mungu kwa ajili ya kazi yako na Bwana, zaidi ya yote zidi kuangalia mioyo yetu na yote yanayoambatana na sadaka hii, tukamtendee kila mmoja Bwana sawasawa na fadhili zako, katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi. Naomba tukiamini na kushukuru na watu wote tuseme amen, amen. Mungu awabariki sana E, kwaya zam WWK watakuwa wakimwimbia Bwana wakati ukitoa matoleo yetu. Karibuni.